Bwana mpogolo bwana hmm. jana bwana misi, nikasema ngoja niende kanisani. Kuna kidemu juzi nilikuwa nakiviziaga sana, hasa katika kukifuatilia ngasikia nasali. Kuna kanisa moja liko chini pale, nikasema leo najitoa maso maso. Leo naenda wapi? Kanisani, si unajua kanisani. Nikakaa pale, hasa ukafika ule muda, so muda kuombea, sasa muda kuombea Asa mda ule pale kapita Juma, niliko na mdae langu mon. Asa mimi kabidi nitoke mlekanisani ili nimkimbilie nani? Juma bwana, wewe nyuma nisiunganishiwe. Sijamfikia Juma tu nikapigwa mtama chini, sio na shangaa shangaa wakanikandamiza chini, kila anavyohangaika rafiki yangu ndo ananikandamiza chini na ananikandamiza chini. hapa yenyewe hapa, nakwambia shingo haiko sawa. Mtusikilizani kwanza

Bolo wendi kwa ajili ya kusali Mungu akusamee, sijui dunia inaelekea mwisho hii. Uone ndikansani, eti asulki uno na sali pale, ngoje niende kwa asulki uno. Uba beki, wewe jama, kwenye moto una siti ya kwanza. Wewe wewe, wewe. Yaani yaani, mimi nikajua basi utaniambia vitu hata kwa maana. Yaani na wewe unarudi kule kule. Yaani kukata mwanamke ni pepo. Hivi wewe mpogoro na akili kweli? Ngoje nikwambie. Hey. Ni mwenye juzi nimeenda kanisani.

Natuli na siri zikiongelewa pale. Najua nikigeuka hivi kuna Mwajumu, nikigeuka hivi kuna Mwajua. Kwa mimi sigeuki, namwangalia mchungaji. Nikoni namwangalia mchungaji vile. Sikio lau kuna ziba, lau kuna ziba, natumia macho. Maneno yanaingia mbele. Kwa sababu nyuma ukitundwa kwenye kichogo, maneno hayatoki. Yana kuje nayo kitu yanka pale. Si unajua maneno yale usimamo ya mipaka watu hivi vile. Kwa wewe jamaa mimi nakwambia ukweli. Motoni siti yako ya kwanza. Wewe wewe, yani mpogoro wewe unaonekana mwoga. Yani wewe mpogoro, unapokujua. Yani uone nyashi. Unasema unaangalia nini? Wewe kwani usikilizani sasa? Nifanya mimi mtoto. Sasa kwani mimi ni mongili, nyashi ni mongili maswala ya lalili ya kina Fatu na Mwajumu. Sasa sio wewe unakuja kwenye nyashi, mpumbavu wewe, utafanya hapa hapa nianze kuwa chini. Wewe unaongili nyashi kwa nini bwana wewe bwana wewe? Ah.